Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. <coughs> Leo ni tarehe nne ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku like ya Alhamis nikualike kuna udukuzi vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya tanzania yaliyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani Tv. Kubwa ni kukumbusha kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447 zote. Habari Leo. Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aita wawekezaji, asema Tanzania ni tulivu, itawajibika kwa usalama wao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Apongezwa hotuba ya mamlaka habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. polisi tutalinda maslahi ya taifa, maisha ya watu ndani. Wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. Mfamasia kortini akidaiwa kuiba dawa, vifaa vya bilioni tisa. Habari katika ukurasa wa saba. Jumuiya yataja mambo kumi na moja kulinda amani, kuponya taifa. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika nifa wenzake hamsini na mbili wafutiwa kesi ya uhaini. Habari katika ukurasa wa saba mali za bilioni tatu zawauza unga zataifishwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Mwigulu ataja mbinu uchumi wa dola trilioni moja habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, giji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kimbembe cha usafiri mikoani mamia ya abiria kutoka dawa wafurika vituoni kusaka usafiri. Tabora yatoa angalizo iliyotokea Oktoba 29, hofu ya Disemba 9 yatajwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu ya Khalid Shikoloa inasema ni kweli kuna hofu fulani ya kile kilichotokea Oktoba 29 Dar es Salaam sasa baadhi wanarudi mapema kabla ya Desemba saba, japo rais ametoa hakikisho la usalama bado kuna hofu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Wapenzi wadakwa na dawa hatari mali za bilioni tatu zataifishwa. Habari katika ukurasa wa tatu. Njia ya kujitegemea bila misaada ya nje undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na mbili . Polisi yataja mambo kumi na mbili kujihadhari Disemba 9. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Jeshi la polisi nchini limetaja mambo kumi na mbili yanayodaiwa yanaendelea kupangwa mtandaoni kuelekea Disemba 9 mwaka huu huku, huku likiwataka wanaounga na kuhamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani siku hiyo huachana navyo, la sivyo watashughulikiwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Kauli ya Nifa baada ya siku thelathini na nane mahabusu. Habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni polisi yaonya kinachoitwa maandamano Desemba 9 yataka kuanzia kwenye familia kuwakataa wanaohamasisha uvunjifu wa amani, yasisitiza kufuatilia yanayoendelea mitandaoni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. DCEA yataifisha mali za wahalifu dawa za kulevya, habari katika ukurasa wa nne. Kairuki ichapongezwa matumizi ya tehama kufundishia, habari katika ukurasa wa nne tafiti watakiwa kuhakikisha tafiti zinaleta majibu. Habari katika ukurasa wa nne. Gazeti hili pia imeandika Nifa Chavala wafutiwa kesi ya uhaini Kisutu. Habari katika ukurasa pili. Dr Nchimbi ataka elimu ya matumizi sahihi ya dawa. Habari katika ukurasa wa tatu. Mazungumzo ya Urusi na Marekani yashindwa kuleta mafanikio. Habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Huduma za ukarabati na changamoto za kupatikana mbali na jamii. Habari katika ukurasa wa kumi na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. kila sikuhe Johana daycare and nursery school inaanza na tabasamu furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Deke and nas ni mahali salama na penye ya ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Nipashe mwanga jamii ni nalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika kuelekea Desemba 9 6, mitaani kulivyobadilika. Idadi ya wanaondoka daa ya shtua wanajeshi, watanda kona muhimu, polisi yataja mbinu za waandamanaji, jumuia ya maridhiano ya yadai uponyaji taifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu, nukuu zipo za viongozi mbalimbali, ikiwemo David Misime iye anasema wengine wameapa kuwa watakaoandamana wasithubutu kufika kwenye maeneo yao. Hayo yote yanaashiria wazi dhamira ya kuleta madhara makubwa. Sheh Alhad Salam, ndugu yake anasema hisia ya hizi zikikolezwa zinaweza kuzaa mgawanyiko mkubwa. Taifa linahitaji uponyaji wa upo pamoja, jamii ijifunze kutoa msamaha. Kutosamehe ni mzigo mzito unaoumiza mtu binafsi na taifa. Mkuu wa Taboa Priscus Joseph anasema wingi wa abiria wa mabasi safari hii umechangiwa na sababu mbili, msimu wa likizo na hofu ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Desemba 9. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Mali za bilioni tatu nukta tatu zataifishwa kisheria, ni zao la unga, zimo apartment, viwanja vya uzunguni na magari, vilimilikiwa na watu wawili. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne hatimaye nifa cha vala wache wa uhuru uhaini Oktoba 29. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Aliyolipwa milioni 1.5 aende kuua ahukumiwa kifo cha kunyongwa, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe limeandika uapisho mwenyekiti mpya halmashauri wasitishwa ghafla, mvutano waibuka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Vijana wa Kitanzania walengwa uhalifu wa mtandao wa Myanmar, habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo waliandika gazeti Nipashe ya mwangaza wa jamii. Pata nakala yako, soma ko ndani zaidi. Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika polisi ya baini mbinu ovu kumi na mbili yachukua hatua madhubuti kukabiliana na wimbi la uhalifu wa kimtandao na mipango ya vurugu, yataka Watanzania kuchukua tahadhari kipindi cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Magari majumba ya kifahari ya wauza unga yataifishwa, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tano. Rais Dr Samia awakosha viongozi wa kisiasa, dini kuhusu hotuba yake wakati akizungumza ya na wazee daa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Mfamasia adaiwa kuiliza MSD dawa vifaa tiba vya bilioni tisa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe limeandika tutaendelea kuzitatua changamoto za watu wenye ulemavu, Dkt Mwinyi. Habari katika ukurasa wa pili. Ujenzi wa flyover Amani kukamilika Aprili. Habari katika ukurasa wa pili. Hemedi awanoa viongozi watendaji wizara ya elimu wa limo. Habari katika ukurasa wa tatu. Dkt Samia, kiongozi wa Jumuiya ya Madola wajadili njia ya kuimarisha biashara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania ijipanga kukabili usugu wa dawa, Dkt Nchimbi. Habari katika ukurasa wa sita. Maharusi 54 wafunga ndoa kwa pamoja Gaza. Habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, gazeti na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika siku sitini na moja za Dimitri Pantev, mastaa wa nne tu, Simba azungumza na Mwanaspoti akitoa dukuduku lake undani, kwa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili sura mpya zaitwa Stars ya Afcan 2025 habari katika ukurasa wa 17. Pedro achiwa msala wa Conte, mabosi watoa msimamo. Yanga kuivaa Fountain, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Yanga dhidi ya Fountain, KMC Complex, saa kumi kamili jioni leo Alhamis. Simba dhidi ya Mbeya City, saa moja kamili usiku. Haland ni bala England. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nane na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti. Gazeti hili kiandika EPL leo ni Manchester United dhidi ya West Ham, mchezo unapiga saa tano kamili usiku, old Trafford. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Habari Leo ni nalo mikononi mwangu, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba Yanga za rejea ligi kuu leo Gemond aita 53 kikosi AFCON. Kocha Serengeti Boys, ubingwa ni mtamu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Dkt. Mapana aga Basata, asisitiza mshikamaro mshikamano. Habari katika ukurasa wa 21. Kombe la shirikisho CRDB si kuanza Disemba 18. Habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo. Gweji la le habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, lenyewe limeandika Simba Sports Club Yanga dimbani ligi kuu makocha watamba kuondoka na ushindi wakiheshimu wapinzani, kwa sababu undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Gamonde awarejesha Samata Kibu Stars, habari katika ukurasa wa 23. Ronaldo kufungua uwanja Azteca, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo imeaneka gazeti Nipashe mwangajamii na gazeti Nipashe. Nakamilisha udukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa, toka zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.